Na serikali sasa inasema italipa deni la shilingi bilioni tano nukta sita kwa wafanyikazi wa viwanda vinne vya sukari ambavyo vimekodeshwa kwa muda wa miaka thelathini. Katika ripoti iliyochapishwa na Wizara ya Kilimo, deni hilo litalipwa li polepole kwa muda wa mwaka mmoja, na kama anavyoarifu Laura Otieno, mpango huo unatarajiwa kufufua sekta ya sukari humu nchini na kupunguza uagizaji wa bidhaa hiyo muhimu. Miaka kumi baada ya bunge kuidhinisha ukodeshaji wa viwanda vinne vya sukari, wawekezaji wanne wamepokezwa stakabadhi za viwanda hivyo Jumamosi hii ili kuzikodesha kwa muda wa miaka thelathini. Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe aliwaagiza wasimamizi wa viwanda vanzoo ya Sugar Sony, Chemelil na Muhoroni kutoa stakabadhi hizo kwa wawekezaji ili kukamilisha mchakato wa ukodeshaji. Chini ya mkataba huo, serikali italipa kima cha shilingi bilioni tano nukta tisa ikiwa ni madeni ya mishahara ya wafanyikazi wa viwanda hivyo vinne, huku wakodishaji nao wakitakiwa kutoa futo wafanyikazi hao kwa muda wa miezi kumi na miwili. Muungano wa KUSPAW ukiunga mkono agizo hilo ukisema kuwa wafanyikazi wanaotaka kustaafu mapema hawatatelekezwa. So nobody will be forced to leave. If you feel you want to stay with the new employer, you will continue. If you feel you want to leave, then you will be paid according to the package. Aidha, Kagwe alibaini kuwa mkataba wa ukodeshaji umepiga marufuku uuzwaji wa mali inayomilikiwa na viwanda hivyo ikiwemo vipande vya ardhi na kuwa wawekezaji hao wataendelea na kuimarisha miundombinu ya viwanda hivyo. When the management, more so the CEOs, were

Chini ya mpango huo, kampuni ya sukari ya West Kenya imekodisha kiwanda cha Nzoia, huku kampuni ya Kibos Sugar ikisimamia kiwanda cha Chemelil. Vilevile, kampuni ya sukari ya Sony imekodishwa kwa kiwanda cha sukari cha Busia, nayo kampuni ya sukari ya Mohoroni sasa ikikodeshwa kwa kampuni ya sukari ya West Valley kwa muda wa miaka thelathini. Laura Otieno, runinga ya Citizen.